kosekana demokrasia ya kweli ya namna ya kuwapata viongozi. Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu ishirini kumi na sita. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika utendaji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 Bwana Yesu anatufundisha nayo hiyo kweli itawale uhuru. Yohana sura ya nane, mstari wa 32. Namba tatu, uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashiriki utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru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 Nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja, Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho, tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi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 Amina. Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili na mlinzi wa taifa letu. Ni sisi maaskofu wenu, Kurasini, Dar Salaam, Novemba 15225. Asanteni, asante sana baba askofu, rais wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania, kwa kutushirikisha tafakari na sala ambayo mmeifanya kwa pamoja. Ni mwaliko kwetu sisi sote kuendelea kuiombea nchi yetu ili irudi katika hali yake ya kawaida. Na tunaamini kwamba Mungu wetu aliye Mungu wa upendo, ambaye ni Mungu wa amani ataijalia nchi hii amani, upendo na mshikamano tena. Baada Uh, mwisho, ningependa mawashau maaskofu